Inteki ya pili, tuna changamoto ya maji, tuna changamoto ya maji. Kwa hiyo tumechukua muda mrefu bila kuweka inteki ya pili ya samaki. So sasa hivi hii mvua at least inatusupport. So ndo tumeanza hawa, ni ni ni, ni, ni, ni tilapia tilapia fish kwa Kiswahili sijui anaitwa sato, sijui sijui anaitwa pelege, sijui anaitwaje hata sijui kwa Kiswahili lakini nafikiri ni tilapia fish fishi though wanatofautiana, so we are in a second, second. Nimeuliza kule maji yanatoka, so tumejaribu wow, ya kuwaweka hivi, tuliwawekea chakula hapa, wamekula chote hapa juu, nataka niende nikasage tena chakula. Uh, sijapata chakula original cha samaki kwa sababu tunaagiza kutoka mbali, kwa hiyo ninasubiri nifanye mchakato, but for now nimewanunulia starter starter ya, starter ya kuku ile ndo nimewanunulia. Niliwawekea hapa wamekula, wengine wako huko chini, wengine wako huko chini pia. Nimeagiza wengine Mungu ikimpendeza iki basi, tutawapokea muda sio mrefu yeah. Tunaendelea, hili ni, ni pipa la plastiki lile jamani, pipa la plastiki imefanya tu ka ubunifu fulani. Sahizi natafuta namna ya kufunga kimashine fulani hvi cha kupuliza oxygen humu ndani. Ndio nipo kwenye mchakato hiyo mm. Wanakuja juu wakisikia kelele tu wanakimbia Unaona, wanakuja kutafuta chakula huko juu, niliwawekea chakula, unaona kwa wingi. They are very sharp. Very, very sharp. Changamoto ya maji inatufanya tushindwe kuweka samaki wengi kwenye kisima kile tulichokijenga, so tunataka tupate alao tu samaki wa chakula. <coughs> kama itampendeza Mungu basi pengine tunaweza tukauzauza, lakini we are just in the process now, unaona, eh? Ah, mimi sio mlaji wa kambale. Nafikiri kambale wangeweza kufanya vizuri zaidi. Kambale wanapenda hata maji machafu. So lakini mimi sio mlaji wa kambale. Familia yangu yote sio walaji wa kambale. Nimezaliwa, nimekuta familia wali kambale, na mimi si kambale. Ukiangalia ukiangalia kwenye mitandao unakuta kambale mara wanajigeuza binadamu, mara sijui ah, mapepo anatumika na mapepo kambale, so we don't eat. Na hapa sasa, ukiacha wazi hivi, kunguru wanakuja wanawanyofua, yani wanawalia dolia hapa. Timing unakuta samaki mwingine yupo kule, kadondoshwa, akakimbia kunguru, kadondosha samaki kachukua humo ndani. Kwa hiyo tunachofanya tunaziba hapa na meshi ambayo kunguru hawezi kuingiza hata mdomo wake. Ya, ndo tunachofanya. Kwa hiyo tunaziba na hili hapa, kasha letu la kuchomea nyama eh. Unawaona, sikatumbukiza simu yangu kwenye pipa sasa la maji he, itakuwa ndo imeisha hiyo. Naona. Wakisikia kilele tu anajificha, wanakimbia pelege sijui pelege. Ah, mimi hata sijui majina yao bwana kati wengine wanatoka wengi, unakuta hapa juu, wakisikia tu kishindo wanakimbia